Ihusishwa na timu kwamba, arajiga Simba, arajiga Yanga, kwa namna gani nakuumiza ama unaipokeaje? Ah, mimi naipokea kwa sababu, kwanza ni mtu wa mpira yes, ili niwe mwamuzi yeah, lazima nimetokea kwa familia ya mpira. Kwa hiyo wakiniambia mimi Simba au mimi Yanga, ha, hainitoi katika uhalisia wa kutafsiri sheria. Sana sana nitayapokea, nitaendelea na kazi. Lakini una timu yako unayopenda? Ah, timu kwa vyovyote ninayo mimi. Huko ndakotoka huko Manyara kuna timu moja inaitwa Katish Boys. Hawa kabla ya hapo, kabla ya kuwa muamuzi, ilikuwa mchezaji na ndio timu ninayoipenda kuliko timu zote hapa duniani. Tarajia kweli maana maana ni ni kwa tazari, li, Facebook, pira, kwa Tanzania hii mara nyingi kama ni siku ya mpira timu za Simba au Yanga ila kikubwa naziheshimu kwa sababu ndo zinabeba taswira ya nchi yetu. Kwa lazima tuziheshimu na lazima tuzifahamu. Hicho ndo kikubwa.